Ni sehemu ya burudani zilizonogesha kampeni za mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha Alliance for Democratic Change ADC, Hamadi Rashid Mohamed. Mgombea huyo akaeleza jinsi atakavyowawezesha wakulima wanaoharibikiwa na mazao yao shambani. Lipo tatizo la wakati mwingine mazingira, serikali lazima ianzishe mfuko maalum wa kusaidia hizi hasara zinazopatikana, waweze kufidiwa wakulima Serikali ya ADC itaanzisha mfuko maalum kwa wakulima ambao ama wamepata hasara kwa mazao yao au wamepata hasara kwa wadudu, wafidiwe ili wasile hasara. Serikali ya ADC itafanya hivyo, tupeni siku mia tu. Suala la kuimarisha utafiti kwenye vyuo vikuu nalo na likapigiwa chapuo kwenye kampeni hizo. Wanafunzi wa sayansi tunataka wangalau wawe asilimia sitini kuingia vyuo vikuu. Mkisikia China imepiga hatua Yuropo imepiga hatua, jambo la kwanza walihakisha wanasayansi wanakuwa wengi. Pili, tutaanzisha taasisi za utafiti shehe. Bila utafiti hufiki pahala. Aidha, mgombea huyo akaahidi kuwasimamia watu wenye mahitaji maalumu kupata nafasi za ajira, walemavu kutengewa asilimia yao fulani ya kuajiriwa, sio kunyanyaswa wanavyonyanyaswa sasa. Mukituchagua nachukua jukumu, mtanunua basi moja kuanzia Nungwi mpaka Mkwajuni, litachukua wanafunzi kupeleka kila shule kwa wakati na watarudi majumbani kwa wakati. Kampeni zinazoendelea nchini zinawapa nafasi wananchi kupima sera za vyama mbalimbali mbali na kusubiri kuamua nani wa kumchagua ifikapo Oktoba 29, mwaka huu. Ali Issa FM. FM.